Sababu za maumivu wakati wa tendo la ndoa kwa mwanamke. Kuna sababu tofauti ambazo zinaweza zikapelekea mwanamke akawa anapata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Hii changamoto inafahamika kwa dyspareunia. Ni kwamba unapopata changamoto hii, kuna baadhi ya sababu ambazo kuzishughulikia, basi itakuwa rahisi kumaliza tatizo. Baadhi ya sababu hizo ni pamoja na moja, ukavu ukeni. Kama mwanamke hauna ute, ute ukeni basi utapata maumivu sana wakati haushiriki tendo la ndoa. Maambukizi ukeni, anaweza kuwa ni maambukizi ya fungus, maambukizi ya bakteria, aidha maambukizi mengine ya zinaa. Lakini vile vile kuota kwa seli za endometriosis, hizi hupelekea maumivu makali sana mtu anaposhiriki tendo la ndoa, hasa kama zitakuwa zimeota karibu na mlango wa kizazi. Vile vile uvimbe kwenye kizazi, hasa kama utakuwa kwenye shingo ya kizazi uvimbe utajikuta unapata maumivu makali sana unaposhiriki tendo la ndoa. Kukakamaa kwa misuli ya uke, lakini na vidonda au michubuko ukeni, hivyo inaweza vikapelekea ukawa unapata maumivu, kwa sababu misuguano inaweza kawa inatonesha vidonda na mwisho kupelekea maumivu makali wakati wa ushiriki tendo la ndoa. Lakini kuna sababu nyingine za kisaikolojia, kama vile wasiwasi wasi, hofu na msongo wa mawazo hasi, hususani kwa watu ambayo hajawahi kushiriki tendo la ndoa inaweza ikapelekea kupata maumivu makali wakati wa tendo. Lakini kama mtu ana historia ya unyanyasaji wa kijinsia, aidha alikuwa ananyanyaswa na ana, aliingia kimaumbile akiwa bado mtoto, naona kwa namna kama hiyo inaweza ikawa imeathiri saikolojia yake kwa namna moja ama nyingine anakuwa hapendi tendo la ndoa, mwisho wa siku anajikuta na apata maumivu kwa sababu tu kisaikolojia ameathiriwa. Kuto kuandaliwa vizuri, kama mwanaume hajakuandaa vizuri, basi ni moja ya sababu nyingine ambayo itapelekea wewe kushindwa kufurahia tendo la ndoa na mwisho kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Lakini utayari swala utayari, vile vile inahusika. Kama mtu hayupo tayari, amelazimishwa, basi naweza akapata changamoto ya maumivu. Matibabu yake hapa ni vema kutibu kulingana na chanzo cha tatizo. Kulingana na chanzo cha tatizo, itakuwa rahisi mtu kupata ushauri, aidha kuweza kupata matibabu ambayo yanahusisha kuondoa chanzo cha tatizo hilo. Nikutakia wakati mwema, asante.